Guys mambo vipi? Good morning, good morning once again. Kama kawaida ni Teacher Sharak. Kupitia mitandao ya kijamii ya Wizara ya Elimu Tanzania, wamechapisha tangazo linalotoka taasisi ya elimu ya watu wazima almaarufu kama TEWW. Taarifa hii inahusu usajili wa wasichana na wavulana waliokatiza masomo ya elimu ya sekondari. Taasisi ya elimu ya watu wazima kupitia mradi wa Sequip AEP unaotekelezwa unao na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Benki ya Dunia imeanza usajili wa wasichana na wavulana wenye umri kati ya miaka 13 hadi 21 waliokatiza masomo yao ya elimu ya sekondari kwa sababu mbalimbali Mradi huo wataende, wanafunzi hao wataendelea na masomo yao bure katika vituo vya taasisi ya elimu ya watu wazima vilivyoko mkoa yote 26 Tanzania bara. Masomo yataanza tarehe 19 mwezi wa kwanza 2025. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na mratibu wa mradi nambari 0766968470 au mkufunzi mkazi yani meneja wa mkoa husika kwa namba zilizopo ukurasa unaofuata. Katika ukurasa huu wa pili kuna namba za, e, za mawasiliano ya kila mkoa kuanzia mkoa wa Arusha utaona namba yao, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Kagera, Iramba, e... Iringa, Kigoma, Lindi, Manyara, Mara, Mbeya, Mtwara, Pwani, Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora, Tanga, Njombe, Geita, Simiu, Katavi, eh, Songwe, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Morogoro, Ruvuma na Mwanza. Kwa hiyo utaziona namba zote zikiwa zimewekwa hapo katika tangazo hilo. Hivyo, kama eh, una ndugu yako, rafiki yako, jirani yako ambaye anahitaji kuitumia fursa hii, basi fanya mawasiliano nao ili kujua namna gani ya kujiunga na elimu hiyo. Tanzania haachwi mtu, wote wana haki ya kupata elimu. Endelea kiendelea kusubscribe channel hii kwa updates za kielimu eh, na mambo mbalimbali yanayotokea ndani na nje ya Tanzania. Asante.